Tumeandaa maandamano makubwa maandamano ya kiraia, ama manifestation populaire, na hiyo maandamano tunapenda tupaze sauti, tuinue sauti ya kuonesha kwamba hatuko dako na hiyo magumu, mateso ambayo ndugu zetu ngambo za Goma wanaendelea wakipitia. Ndugu zetu wanateseka, na muliona wakati jeshi ya M23 ilipokamata mji wa Goma waliweza kuua zaidi ya watu elfu tano na hadi sasa watu wanaendelea kuteseka wanaendelea kuchinjwa na wanatambukia ni maisha magumu sana kwa hiyo tumeitisha maandamano ya kusema hatuambatani hatukubali hiyo souffrance ambayo ndugu zetu wanaendelea wakipitia ndiyo maana A travers hiyo manifestation tunaomba mkubwa wa inchi, yaani gouvernement ama president de la republique aweze kurudisha raia wa Goma ama raia wa Bukavu, watu wote ambao wanakuwa sous les griffes, ndani ya makucha ya M23 awarudishe ndani ya usalama, kwa sababu nao ni wakongomani kama wengine. Ya pili, tunasema ndugu zetu wengi wamenaswa na wamewekwa gerezani. Hata huyo president de la republique wa muhula uliopita aliwakamata wengi na kuwatupa gerezani, kwa sababu tu walisema ni wa maji maji na wanawaandikia frase kusema mouvement insurrectionnel. Sasa raisi ambaye anakuwa amesema sote atimwase tulwiremobuhemba tukuje tupiganie pamoja na kwa kupigania pamoja tunawaza nafasi yao ndugu zetu haiko gerezani, afanye kibarua cha kuwatosha kwenye gereza, grace presidentielle inasifi na kuwatosha warudi, waweze kupigania inji kama wale wengine ambao wanakuwa kwenye lin de fro ya tatu. Tunasema hatutaendelea kutegemea jeshi ya inji, askari wa kigeni ili waendelee kutuchunga. Kweli wanaendelea kutusaidia, lakini tunaomba hiyo mpango iweze kukuwa redinamise ya formation militaire kwa raia, kwa population ambayo walisema watu wataenda nyeleki. Hatujue kwamba imekuwa arete namna gani na, na kwa nini ingalao ndani ya zengine province mambo yamekuwa barabara na watu wameanza kujifunja kama kawaida. Tunaomba Government, gouvernement central

Tangu witer sote tuwe hapo ziapanda, na ni Veranda Mutsanga ndio imeweza kuitisha hiyo maandamano. Witer jist tukuwe ziapanda, na tutaweza kutoka hapo kisha maombi kidogo, na tutashuka barabarani mpaka kwenye ikulu ya meya wa jiji, tutaweza kudepezwa memorandum, kisha hapo tutatoka, tunaweza kufika kwenye biro ya Covisma ama kolektif de victim survivant de massacre, hapo tutashirikiana na wa victim de guerre wa victim de massacre, na hapo itakuwa ni mwisho wa maandamano. Kwa nini tumekamata siku ya sita 116 wanaofatilia mambo watafahamu kwamba 116 mji wa Goma utakuwa umefanya siku makumi tisa ama nonante jour ikiwa chini ya domination ama occupation ya, ya hao Wanyarwanda, na ndiyo maana tulikamata ile date kwa sababu ni date ambayo inakuwa significative. Tunaita raia wote tufike, tuweze kuhudhuria hiyo maandamano. Tunasema hakuna ville morte, lakini ni marche populaire. Tutashuka barabarani tukiwa na mamesaje kwenye mapangarte na makariko tukionyesha ulimwengu mzima hata government kuwaonesha kwamba tunapenda amani irudi Goma, ndugu zetu wa majimaji ambao wamefungwa waulibere na formation militaire, kwa raia iweze kukuwa redinamise na tuweze kupartisipe kwa usalama wa nchi yetu.